Ya utamaduni wao, jamii ya Kimasai imeonyesha mfano wa kuigwa. Huu ndio uzalendo tunaoutaka, kura ndio sauti ya maendeleo, una amani ndio msingi wa taifa letu, alikariri mkuu wa mkoa Arusha CPA Amos Makala akipongeza hatua hiyo. Pigo kwa wapanga vurugu. Kitendo hiki cha Wamasai kimepokelewa kama ishara ya wazi kwamba Watanzania wanajua wanachotaka, wanaamini katika mabadiliko ya kimaendeleo yanaofuata katiba na naotawaliwa na amani na, na utulivu. Uamuzi wa Masai unaairisha mila yao kwa ajili ya kupiga kura unatoa ujumbe mkali na moja kwa moja kwa wale wanaopanga mbinu za kuingia madarakani au kuleta mabadiliko kupitia njia za vurugu au maandamano yasiyo halali. Watanzania wachagua sanduku la kura, siyo vurugu. Kabla ya sherehe kuu za tohara, Wamasai wameweka neno la mwisho wanaheshimu mfumo wa kidemokrasia na Katiba. Ikiwa kabila lenye utamaduni tajiri linaamini kwenye kura, maana yake ni kwamba njia ya amani ndiyo njia, njia pekee ya mabadiliko inayokubalika na watanzania walio wengi. Wamasai wanaonyesha watanzania wote njia: kura kwanza, vurugu haikubaliki. Hii inathibitisha kuwa utashi wa taifa ni kuona maendeleo ya nchi yanaendelea katika mazingira ya utulivu na uwajibikaji wa kikatiba. Adela Thomas, Kasaco Media. Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.